Lakini mada yetu kuu ni Sheikh alafu rubani Na. Sheikh Abdulkhaliq Issa ni Sheikh alafu rubani yes. Chombo hewani kwa taufiki ya Allah yes. Lakini alikadhalika kama ambavyo watazamaji wataweza kushuhudia hiyo video, ukiwa unapaisha. Tuanzie hapa, Sheikh Abdulkhaliq Issa ni nani? Sheikh, shehwa kwamba wanatazaka wa kufahamu zaidi Bismillah rahmani rahim wasalatu wassalamu ala nabiina Muhamad waala alih wasahbih ajmain wabad. Wallahi huyi Ibrahim, kwanza shukran Allah akupe heri na akubariki na kazi mnalolifanya ni kubwa. Sheikh Abdulkhaliq, mimi kwanza ni kijana na wallahi kijana mdogo sana na mdogo katika elimu, mdogo katika kila kitu na wallahi

Wa inni la sharru nasi illa mtahfad, watu wananidhania kwa khiri. Wananidhania mimi ni mtu ambaye kwamba ni shekhe, mtu ambaye kwamba ako hivi na hivi, lakini anayenijua kiukweli ni Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na upungufu wangu na kila kitu. Ndipo akasema mshairi, na mimi ndiye muovu na watu ambao kwamba wako na shari, lakini watu haujui isipokuwa wewe, ukinisamehe ya Allah. Kwa hivyo Allah atupe sitri yake atustiri, ya Rabb. Mimi ni mzaliwa wa Mombasa, Mzaliwa Mombasa Kenya, nikalelewa Mombasa, nikasomea Mombasa, uh, primary secondary uh, nikajaribu kus, kujaribu kusoma university ya Mount Kenya University ambayo iko huko Mombasa Kenya, inaitwa MKU kwa ufupi. Nilikuwa nimejaribu kusoma bachelor in business management, lakini nikaachia katikati kwa kuwa mazingira sikuipenda. Sikuipenda, sikuipenda ile mazingira ya pale ilikuwa mm, nipo na nini na mimi, nilipomaliza sekondari hamu yangu ilikuwa ni aviation, kuwa pilot kutoka hiyo wakati. Lakini cha ajabu nilipomaliza kidogo mafamilia, mimi nimetokea familia ambayo kwamba uh, yaani hatuna pesa mingi, familia duni kiasi chake familia ambayo kwamba tunajiweza laham, lakini hivyo hivyo tu ah. Kwa hivyo nilipomaliza nikapata mtihani kidogo, mzee wangu hakuweza kunilipia kuendesha ndege, nikaingia kujilipia mwenyewe business management, nilikuwa nikifanya kazi huku na huku, huku nikijilipia. Lakini baada ya hapo ikawa hata nikiwa high school nilikuwa nikisoma chuo cha kabla ya hapo yani, high school sekondari nilikuwa nikisoma pale ambapo kwamba wewe umetoka Sheikh eh, Jamia Al Afrikia Al Alamia, nilikuwa nikisoma online nilianza oh pia, lakini sikufanikiwa kumaliza. Kwa hivyo baada ya kutoka hiyo business management, kuachia katikati, nikaenda Saudia. Allah kanipa neema ya kuweza ku pasiyo. Uh, dini ya Uislamu kiasi chake katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uh, tukawa tumekuwa pale, nilipotoka ndipo nikakuja Kenya, nikawafikiwa nikawafikiwa kuweza, Allahu Akbar, Allah akaniwafikia kuweza kufanya kile nilichokuwa nikipenda kukuwa pale. Kwa hivyo s siku... Saudia, Madina, a naenda kusomea dini, naenda kusoma msikiti wa Mtume, nasoma dini chini ya mashekhe katika mashekhe tofauti tofauti, akiwa mshekh Abdul Razzaq al Badr, lakini cha eh, uzuri ni kwamba shekh uh, uh, Ibrahim mm. nikaja kupata hikma ya Allah mm. subhanahu wa taala kwamba kumbe wakati mwingine ndio nataka pia wasikilizaji wajue kwamba wakati mwingine huenda ukataka kitu katika moyo wako usifanikiwe, lakini usikose usivunjike moyo. Mimi nilitaka kusoma piloting nilipomaliza sekondari, lakini Allah akaniwafikia nikaweza kulisoma baada ya kumaliza dini ya baada ya kupasiu kidogo dini yangu. Wacha nikwambie kitu, Sheikh Ibrahim nikaja kugundua hikma ya Allah. Kumbe Allah alitaka mimi ulhal, lau ningekuwa nimemaliza sekondari nikasoma aviation ningeharibika vibaya sana, vibaya mno, ningeingia mtaani. Alitaka kwanza, aliniambia wewe, nenda fahamu dini yako kidogo tu, kiasi chake, kiasi ambacho kitakuwezesha kita na kukusaidia Usiingie katika machafu, wallahi subhanallah. Niliporudi nikiwa huko, tangia nikiwa huko na changa, changa pesa kidogo kidogo kidogo. By the time narudi nikawafikiwa kuweza kuanza kusomea pilot, alhamdulillah. Utamwa kusoma elimu, utamwa kutafuta elimu, hakuna kitu tam sana kuliko hiyo. Wakati ambao unatafuta elimu ni wakati raha sana.